Unahitaji kwenda kwa toba mbele za Bwana, ukamweleze Mungu dhambi ambayo umeifanya, umweleze Mungu mambo ambayo umekosa, ili yeye Mungu apate kukusamea. Anapokusamea yeye Bwana, zile nyakati za kuburudishwa kwako zinarejea tena. Zile nyakati zinaporejea kwa njia ya wewe kurudi mbele za Bwana kwa toba, Mungu ana neema tena ya kustawi kwa hiyo usiogope ya kwamba umefanya dhambi kubwa namna gani usiogope dhambi ambayo umeifanya kwamba hii dhambi watanichukuliaje nikienda kusema kwa mtumishi wa Mungu atanionaje atanifikiriaje nitachukuliwaje nitatazamwaje nikwambie tu kwa kadri ambavyo unakuwa mzito kuungama kwa kadri ambavyo unakuwa mzito kwenda kwa kwenda mbele za Mungu kwa toba ndivyo ambavyo unazuia ustawi wako ambao upo mikononi mwa Bwana, na ili ustawi, ni lazima utengeneze mahusiano yako na Bwana. Kama mahusiano yako na Bwana hayapo vizuri, ni ngumu kuona nyakati za kuburudishwa kwenye kazi yako, ni ngumu kuona nyakati za maburudisho kwenye ofisi yako, ni ngumu kuona nyakati za maburudisho kwenye familia yako. Ni kwa sababu yale mahusiano yako na Mungu yamevunjika kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo ili yale mahusiano yarejee tena, ni lazima uwe kwa toba mbele za Bwana, huwezi kujificha mbele za Bwana kwa sababu ya dhambi. Biblia inasema hata ukienda baharini huko Mungu yupo, ukienda kuzimu yeye yupo, ukienda sehemu yoyote ile kujificha yeye Mungu yupo. Unawezekana umefanya dhambi kwenye mahali ulipo na unataka ukimbie uende mkoa mwingine ukatafute maisha, nakwambia hiyo dhambi itakufuata huko mahali ulipo na hautaona mafanikio, ni kwa sababu tu unamkwepa Mungu. Lakini ukienda kwa toba mbele za Mungu, yeye Mungu atakusamehe na kukuweka huru, na akishakusamehe Bwana utapata neema ya kwa kustawi tena katika maisha yako. Kwa hiyo usiogope hiyo dhambi ulionayo, hiyo dhambi haikimbiliki kwa miguu, haikimbiliki kwa kupanda basi, haikimbiliki kwa kupanda ndege kwenda nchi nyingine, au kwenda mkoa mwingine, au kwenda mahali pengine. Dawa ya dhambi ni kutubu tu mbele za Bwana. Unapotubu mbele za Bwana, yeye Mungu anakusamehe dhambi zako, anakutakasa, anakuosha kwa upya, anarejesha zile nyakati za kuburudishwa ambazo zilikuwa zimepotea ndani yako na mimi naomba katika jina la Yesu ya kwamba Mungu akakusamee dhambi zako zote, zile ambazo zinazuia ustawi wako. Roho Mtakatifu akapate kuachilia msamaha ndani yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ambacho kinazuia usiende kwa toba mbele za Bwana kikaondoke saa hii, kikayeyuke saa hii. Uzito wowote ambao uko ndani ya moyo wako unaokuzuia kwenda kwa toba mbele za Bwana, huo uzito ondoke saa hii kwa jina la Yesu. Hiyo dhambi ambayo unafikiri ni kubwa sana, Mungu yupo tayari kukusamehe. Mungu yupo tayari kukutakasa. Mungu yupo tayari kukuondolea hatia. Mungu yupo tayari kukuondolea hatia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyowekwa msalabani ipo tayari kukuosha, ipo tayari kukutakasa, ipo tayari kukuweka huru. Nienda tu kwa toba mbele za Bwana. Mwambie Mungu ni rehemu. Mwambie tu Mungu akurehemu. Pale mahali ulipokuwa umetereza pale mahali ulipokuwa umeanguka pale mahali ulipokuwa umetereza na kuanguka, ukaiacha njia ya Bwana, ukamkasirisha Bwana, wewe unajua. Sihitaji kutabiri ni dhambi gani ambayo umeifanya mbele za Bwana. Moyo wako unajua, akili yako inajua, hata Bwana anajua. Hata kama unajaribu kuificha, nikwambie tu, Mungu anaona hiyo dhambi. Hata kama watu hawakuiona, hata kama ndugu zako hawaijui, ila Mungu anaijua iwe Wazi mbele za Bwana, mwambie tu Mungu, mimi nilifanya hivi na hivi, na Bwana anakusamehe. Yeye yupo tayari kukurehemu. Yeye yuko tayari kukutakasa. Yeye yupo tayari kuanza upya na wewe. Yeye yupo tayari kutembea upya na wewe, usikae kinyonge tena. Neema ya Bwana imeshuka saa hii ndani yako ili kukuweka huru. Neema ya Bwana ipo tayari saa hii ili kukutakasa, ili kukurejeshea tena kibali, ili kukurejeshea tena neema ya ustawi. Huwezi kustawi tena kwa kuwa dhambi ipo mbele yako. Hiyo dhambi kuitubia mbele za Bwana inaondoka ndani yako. Inapoondoka hiyo dhambi, oh, unastawi tena, ustawi unarejea tena, ofisi yako inarejea tena, heshima ya ofisi yako inarejea tena, heshima ya jina lako inarejea tena, heshima ya huduma yako inarejea tena. Ni kwa sababu unakuwa upo kwenye mfumo wa watakatifu wa Bwana waliopo duniani, na ukiwa kwenye mfumo wa watakatifu wa Bwana waliopo duniani Mungu hawezi kukuacha yeye hawezi kupungukia, atakulinda mchana na usiku, atakuwa na wewe mchana na jioni, atakuwa na wewe majira yote na nyakati zote. Usiogope, mtu wa Mungu. Mwambie tu Mungu akurehemu, mwambie tu Bwana akurehemu, mwambie tu Bwana akurehemu, mwambie tu Bwana akurehemu, mwambie tu Bwana akurehemu. Na hiyo damu ya Yesu inashuka sahi, inashuka sahi kukutakasa, inashuka sahi kukuondolea kila hatia, hata ule uchawi ambao uliozindika kwenye ofisi yako, uliozindika kwenye biashara yako, uliozindika kwenye nyumba yako, unayeyuka sahi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu hizo kafara za giza ulizozifanya ambazo zimekuwa chukizo mbele za Bwana na zimesababisha ushindo kumwona Bwana zinayeyuka kwa kafara ya damu ya Yesu. Ile kafara ya Yesu Kristo pale msalabani inalipa, inaenda kulipa fidia ya kafara zote ambazo ulizifanya kwenye ulimwengu wa giza. Damu ya Yesu inatosha. ninai tuma hiyo damu ya Yesu inashuka, hiyo damu ya Yesu kwenye kilindi cha moyo wako inashuka, hiyo damu ya Yesu inakutakasa, inakuosha, inakutakasa, inakuosha, inakuondolea kila hatia, inakuondolea kila hatia. Zile madhabahu za giza zilizopokea kafara za wanyama ulizoenda kuzitoa walizokutolea, kwa jina la Yesu, ninaituma damu ya Yesu, inaenda kwenye hizo madhabahu za giza, inatakasa hizo wa madhabahu za giza ambazo zilipata juu yako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hizo kazi za shetani zilizokuwa zimekushikilia kwa sababu ya madhabahu za giza zinaachia, kwa jina la Yesu, kwa sababu kafara ya damu ya Yesu ina nguvu, inatosha, inatosha kukulipia deni hilo, deni la dhambi hilo, deni la dhambi inayokuandama Yesu ameilipa msalabani kwa ajili yako. Mwambie tu Yesu, nina dhambi hii hapa Yesu yeye ameilipa anailipa msalabani kwa ajili yako na alikwisha kuilipa kwa ajili yako. Katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu, hiyo neema ya utakaso iwe juu yako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya ofisi yako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya biashara yako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya familia yako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya watoto wako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya familia yako, hiyo neema ya utakaso iwe juu ya kizazi chako. Hiyo neema ya utakaso iwe juu ya biashara zako, iwe juu ya nyumba zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hiyo neema ya utakaso kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu iwe juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu rapa shakata rika kari ya mandara boseke riko korobo shika na masanda, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E Mungu, ninaomba, e Bwana, hiyo neema yako ya utakaso ikawe juu ya kila mtu, e Bwana, anayekusikiliza sahi, anayefuatilia mafundisho haya sahi, hiyo yako Bwana ya utakaso Mungu ikamtakasa na kumrejesha kwenye mfumo wa watakatifu wako e eh Bwana waliopo duniani katika jina la Yesu Kristo anztaliye hai. Roho Mtakatifu unatukumbusha ya kwamba tunapotubu zinarudi nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana kwenye maisha yetu. Ndivyo Mungu, ninaomba e eh, Bwana, katika jina la Yesu ukafanyike burudiko kwenye ofisi ya mama huyu, ukafanyike burudiko kwenye ofisi ya mtu wa baba huyu, kwenye ofisi ya baba huyu, kwenye shule yake, kwenye ma, kwenye miradi yake, kwenye mashamba yake, kwenye familia yake, zile nyakati za kuburudishwa zikashuke saa hii, zikashuke saa hii, hiyo neema yako Bwana ikawe juu yake Haku Kuone huyo Mungu ukimwinua tena akistawi tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen. Nikutakia wakati mwema, tuungane tena wiki ijayo muda na wakati kama huu, na Mungu akubariki. Amen.